Kwenye sokoni palipokuwa na makelele ya biashara, ghafla kilio kikapaza sauti, mwizi, mwizi! Umati ukamshukia kijana maskini kwa mawe, mateke na matusi, wote wakitaka kumuua. Lakini katikati ya hasira hizo alitokea mama mkongwe, mdhaifu, mwenye fimbo yake ya mianzi. Alisimama juu ya mwili wa kijana, akapaza sauti, acheni! Kama mnataka kumuua, nipigeni kwanza! Na kwa ujasiri wake, maisha ya mwizi huyo yalibadilika milele, kutoka kupigwa karibu kufa hadi kuokolewa na upendo wa mama asingemjua. Subscribe kwenye channel hii ya Simulizi Media 254 na ulike video hii ili ifikie watu wengi zaidi, na pia komenti yako ni muhimu sana kwetu. Hebu tuendelee na simulizi. Ilikuwa mchana wa jua kali sokoni, kulikuwa na makelele ya wa wauzaji na wanunuzi, kila mtu akihangaika na shughuli zake. Harufu ya samaki waliokaangwa, vitunguu na matunda yaliyooza ilichanganyika hewani. Ghafla, kelele ililipuka katikati ya soko. Mwizi, mwizi, mshike! Kijana mmoja mwenye suruali iliyochanika goti na shati la kijivu alionekana akikimbia huku akikumbatia pochi ndogo ya kike. Macho yake yalikuwa mekundu na uso wake ulikuwa umejaa jasho. Hakuwa na viatu, miguu yake iliinua vumbi lililofanya watu wengi wazibe pua. Watu wakaanza kukimbiza nyuma yake. Wengine wakarusha mawe, wengine vibuyu vya maji, kila mmoja akitaka kumkamata. Hakuna aliyemhurumia. Kejeli, matusi na hasira vilijaa hewani. Alipojikwaa karibu na kibanda cha ndizi, umati ulimrukia kama tai. Mateke, ngumi na virungu vikaanza kumshukia bila huruma. Mwanamke mmoja mwenye pochi yake iliyochukuliwa akalia kwa furaha ya kisasi, mpigeni, asijaribu tena kuiba hapa sokoni. Kijana alijaribu kulia, samahanini, si kwa mabaya, nilihitaji kula lakini sauti yake ilimezwa na makelele ya umati wenye hasira. Ndipo ghafla, kati ya ghasia hizo, alitokea mama mkongwe. Ngozi yake ilikuwa imekunjamana kama karatasi ya zamani, mgongo wake ulikuwa umepinda kidogo, na alitembea kwa msaada wa fimbo ya mianzi. Alikuwa akiuza mboga zake kando ya soko, lakini sasa aliacha kila kitu. Aliingilia katikati ya umati. Ehi, acheni! Acheni kumpiga Aliita kwa sauti ya kuamrisha. Wengine wakacheka, we mama, usijitie kati, huyu ni mwizi! Lakini mama hakuogopa. Aliweka fimbo yake mbele, akasimama juu ya mwili wa kijana yule na kupiga kelele, msipoacha mtapita juu ya mwili wangu kwanza! Kila mtu ana kosa lake, lakini mateso si tiba ya kosa. Umati ukatulia kidogo, wengine wakatikisa vichwa kwa dharau. Polepole pole, watu wakaacha kumpiga kijana, wakiondoka huku wakinung'unika. Kijana alibaki akivuja damu usoni, mdomo wake ukiwa na jeraha, macho yake yakimtazama mama yule kwa mshangao. Kwa nini umenisaidia? aliuliza kwa sauti dhaifu. Mama aliketi kando yake, akatoa kitambaa chake cha kizamani, akafuta damu usoni mwake. Mwanangu, nilimwona baba yako akifa kwa kupigwa namna hii miaka mingi iliyopita. Hakuwa mwizi lakini hasira za watu ziliua roho isiyo na kosa. sitaki nione historia ikijirudia. Kijana machozi yakamtiririka. Hakujua hata baba yake alikuwa nani, kwani alikulia mitaani bila mzazi. Kwa mara ya kwanza alihisi joto la upendo, sio mawe wala mateke. Mama alimchukua nyumbani kwake, nyumba ndogo ya udongo kando ya kijiji, yenye paa la mabati yaliyokunjamana. Huko alimlisha ugali na sukuma, akamwekea maji ya moto aoge. Siku zikapita, kijana akaanza kusaidia mama shambani. Alijua kulima si rahisi, lakini kwa mama hakuwa tena mwizi, bali mtoto. Alijifunza kupalilia, kumwagilia na hata kuuza mboga sokoni. Wale waliokuwa wamempiga waliposhangaa kumwona sasa akiuza kando ya mama, walibaki na maswali mengi. Hakuna aliyeamini, lakini kijana alijua kama siyo yule mama mkongwe siku ile sokoni, huenda mwili wake ungelikuwa kaburini, si sokoni. Maisha ya kijana huyu yangaliishia kwenye vumbi la soko kama si ujasiri na huruma ya mama mmoja mkongwe. Leo anakula, anafanya kazi na ana ndoto mpya, kwa sababu mtu aliamua kumsaidia badala ya kumhukumu. Je, wewe, ukikutana na aliyeanguka, utapiga mawe kama wengi au utanyoosha mkono kama yule mama? Dunia bora huanza na hatua ndogo ya huruma yako.